Mambo mengine watu wanaongelea, e, katiba ipo kwenye ilani. Katiba imewekwa kwenye ilani na Tanzania, Tanzania wala hatufiki sehemu, hatupaswi kufika sehemu ya kugombana jambo la katiba. Tuna katiba hii ambayo tunayo na bingwa wa katiba yuko hapa, na tuna rasimu inayoitwa rasimu ya Warioba, haijachomwa moto, ipo, na tuna rasimu inaitwa katiba pendekezo, imewekwa kwenye katiba ndio maana Mheshimiwa Rais amesema tushughulikie haya yanayotugawa. Hatuwezi kaandika katiba kila mtu amebeba jiwe mkononi. Hamna nchi imewahi kuandika katiba kwa namna hiyo. Tuelewane, tukishaelewana tunachagua tu ipi e, tunachagua tu, tunachomoa moja hapo basi, naenda ambayo watu tofautiani, tunasema ni hapa, tunakubalia tuna, Mheshimiwa Rais msikivu ambaye milango yake ya engagement ya ku, kuongea na watu iko wazi mara zote, for ara amezileta na tumeona matunda yake. Hatuna haja hatuna haja ya, ya, ya kuuana kwa sababu ya, ya, ya mambo ya aina hii. Niliona mheshimiwa waziri, niseme haya, tuna kazi kubwa mbele yetu. Tuna mambo yametujaribu kama nchi, tunatakiwa watanzania tuamke wa tusiruhusu tena mambo ya aina hii kujitokeza.